Harmonize ametolea clarification kile ambacho kilikuwa kina trend kwenye mitandao ya kijamii, Sarafina. Mm -hmm. Baada ya video fulani kuonekana pamoja na picha akiwa amelala. Of course ni picha ambayo au seme ni picha ambayo amepigwa wakati akiwa amelala, ambazo yeah, ambazo. Mm -hmm. Kwa bila ridhaa yake, yake. Yes, na mrembo anaitwa Rose Chocolate. Mm -hmm. Sasa Rose tumeona alikuwa ameandika kwamba alikuwa amepelekwa Aliitwa polisi mm -hmm. akusema na nani? Ila aliitwa polisi mm -hmm. na akaomba msamaha kwa kile ambacho kilikuwa kimetokea kimomba yeah, msamaha Harmonize, akimwita kaka yake. Sasa Harmonize ameibuka na kutolea clarification kile ambacho kilikuwa kimetokea, na kumwambia kwamba next time, nakupenda sana ila next time kuwa makini. Mina, na management straight e, sana. Sasa, mimi kwa mujibu wa chanzo cha ndani kwamba Harmonize ndiye uh, ambaye alienda yule Rose alikamatwa mm -hmm. baada ya kukamatwa Hmm, na alienda kufungua hiyo kesi ni meneja wa Harmonize. Meneja wa Harmonize alikuwa na duka huko, okay, huko Sinza walikuja kumfuata polisi. Lakini Aisha ama, sasa walikuja kumchukua ni kwenye kile chumba cha duka lake hmm, kwa alokuepo pale kwamba wewe ndio tuambie yuko wapi, kwa alichukuliwa, eh lakini walikuja kwa... eh, eh. Mm. Eh, kuelewana baadaye uh, kwamba huyu Aisha ama hapa na nini kwa walimpata kwa Okay. nyingine so pale yes, sasa baada ya kumpata uh, Harmonize aliwekwa kabisa mm. kwa mujibu uh, endo... yes. mm -hmm. yani, mm. wa taarifa za ndani kabisa, baada ya kuwekwa baaa ueakiwa ajui chochote yani, kinachoendelea ndio lifanya hivyo kama ambavyo amesema kwenye voice note yake kwamba ana serious management kwa sasa yani awezi ya kubali image yake ichafuliwe. -yani, so baada ya kuwekwa, yeye ndo alienda kumtoa tena Rose Esi mshikaji wake alienda kumtoa pale na akaomba msamaha na akaambiwa rudi kule ambapo ulituchafua katoe maelezo zaidi. Na hiyo sio, hiyo ni kwamba okay, wewe umeona anastahili kutoka, basi afanye hiki na hiki aende kule. Lakini imekaa vizuri, imekaa vizuri. Yes, kwa sababu unajua kwa msanii mkubwa kama Harmonize kuwa na kuwa na na mahusiano si vibaya mm. Lakini pale ambapo vitu kama hivi inakuwa vinavuja, alafu mtu anakuta sio mpenzi wako aji, ajitathmini kwa, mm. e, kwa, aj, aj, aj, aj, kwa sababu um, ukiwa karibu na msanii afu ukiwa unafanya vitu kama hivyo usitegemee kesho kuna mwingine atakuamini tena e, e, sio e, msanii tu hata mtu yote maarufu hawezi kuwa karibu na wewe wanaalewa nao huko wanafanya nao nini? Lakini mm. si rahisi sana mtu kwa akili yake ya kawaida mm. Kuja kuposti huku. Mm. Sasa kwa mtu kama Harmonize ambaye ana mapicha picha mengi. Yani ukiposti tu watu wanaanza kukonnect, yupo kwenye mahusiano. Hey, alafu pia unajua Rose na, na Harmonize alishafanya kazi. Yeah, sure. You better go vio. Yes. Vixen ni Rose. Mm. Akishafanya kazi na mtu, kuna mahusiano extra huwa yanaendelea unajua. Sijajua Rose intention yake ilikuwa ni mm. so, oh, nini hasa mpaka mm. na, mm. mm. so, ni mm. na pale ni kwa Rose ujue ni sibling kwake I'm telling you na, na. Kama kama u, ume, ume- umeangalia posti za Rosei hmm. Ile ni sehemu ambayo anaiposti sana ni sebleni kwake, kama sio sebleni kwake basi ni apartment ambayo anaenda mara kadhaa hmm. Yani kama hivyo. Trust me, we pita sema picha yeah, z shazifuta ila zipo hmm. si picha zipo kwenye peji za udaku hmm. ni sehemu ambayo Roza naiposti sana, ni nyumbani okay. kwake, kwa okay. Huenda Harmonize ni mshikaji wake ambaye anatembelea sana nyumbani kwake. Sasa Harmonize uh, ameweka voice note kupitia ukurasa wake wa Snapchat mm -hmm. akielezea kilichotokea kwamba akimpa pole kwanza mm -hmm. Roza kilichotokea, akimwambia mimi nakupenda, mimi najitahidi sana ne, ne, kwa muda mrefu najitahidi sana kujitengeneza kuwa msafi, lakini mm -hmm kikitokea eh, kitu tofauti kwa management ambayo niko nayo kwa sasa kidogo ina react tofauti iko serious sana. Nataka watu pia wamsikilize hapa Harmonize akijaribu kuelezea hii situation ambayo ilikuwa imetokea kati yake na Rose okay. Eh, ili wafahamu kwamba nini ambacho Harmonize anamaanisha kuhusiana na issue okay. hii nzima of course iko hivyo.

Huyu yes, hapo ni Harmonize. Of course, ni muda wa sanii na watu maarufu kuwa makini. Sasa hivi bana, kumekuwa na mtu ambako anakuwa na hofu. Mtu anaweza kuwa tu, yaani sio tu watu maarufu. Mtu yeyote ambaye uko naye. Mm. Yaani sio ni busara imeondoka, no no no, sio ni shamba, yani mitandao imekuja kubadilisha utu kabisa. Ni watu wanataka, mm. Huyu ni Ricky alikuwa anazungumza hiki. Mm. Msikilize, mambo kwa ushahidi. Sasa mfano kama hivyo, mfano tuseme ndio kweli sasa walikuwa faraga. Kwa kuna haja gani kupiga picha? Aunataka ah, ku kwa nani? Picha hazikuwa zina tafsiri mbaya ni sniumai amelala. Kwa nini? Sawa kulikuwa kuna ulazima kupiga picha kwenda kuweka mitandaoni? Ni mfanyabiashara kwa hiyo eh. Kwa unataka kutafutia kiki ya huyu, sisemi ah, kama ni kiki lakini eh, kwa namna moja ama nyingine anaweza labda kaa ameachieve kile alichokitaka, lakini mwisho wa siku si umeona What if kama Harmonize akuwa na hakuwa na angesingekuwa na uo utu wa kusema kwamba uh, nikamtoe, angetoka angetoka kivipi? unajua mwene, kesi yake jinsi ilivyo hapo, hivyo umemchafua mtu. Kuposti picha ya mtu bila ridhaa ni kosa kisheria, afu kizingatia yeye ni mtu maarufu, ana brandi yake. Sema ifike time, kwa akikuchukua wewe akafungulia, bado mimi nataka hii kitu inabidi inilipe. nafikiri matumizi fine ya mitandao Bongo hatuna elimu nayo Ha, elimu tunayo, sema ushamba hamna, hatuna ushamba. Yani, hiyo kuposti picha za, za watu bila ridhaa yao mm, na picha ambazo watu hawafurahishwi nazo mm. Mm, nafikiri ni, ni ile tu kwamba watu hawachukulii serious sheria kusema sasa, ngoja ni msuu huyu ili aelewe, mm. Ni hivyo kama monetization mwenyewe anavyosema, ingekuwa zamani monetization, sijuzi kati tu ameposti wapo mm, na mwanamke. Nakumbuka kuna video ilikuwa ina, ina trend mm intention yako ni nini kwanza? Kuchukua tu hizo picha mtu akiwa amelala unampiga picha ushamba.com. exactly. So, si, sijui watu huwa wanawaza nini, lakini kwa namna moja ama nyingine tutajifunza taratibu taratibu, kama vitu kama hivi vikitokea. Yes na kuchukua hatua kama hivi as management, Mimi naipongeza kwa sababu unajua Harmonize amekuwa ni msanii ambaye ana image fulani vi ambayo yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi. Kila mtu ana perception zake, umeelewa? mm -hmm. Msela sana, si so, yuko hivi, yuko hivi sasa ukianza kuviachia vitu kama amepata yeah, management ambayo anaweza kuchukua hatua kwenye mambo kama haya, mi naamini ni management sahihi, kwa sababu management, kati ya vitu ambavyo unapaswa kufanya ni kuhakikisha kwamba image ya msanii inabaki kuwa clear, umelewa? Yeah, watu hawachafui image ya msanii. Sasa ukiona msanii mambo kama haya anatokea, alafu msanii anachukulia poa, anafanya nini na nini ndio, mwisho wa siku unaonekana kwamba ni msanii wa lifestyle hiyo. Mm. Na sio kila mwanamke au kila mwanaume unapaswa kumexpose hivyo katika image, lazima uangalie. Mfano, sisemi kwa ubaya, of course. Sasa hivi ameacha Rose, uh, few months ago, kuna vitu alikuwa anapostigi Instagram kwake, aliacha bana, it was like a, uh, like a porn nani. Ndio ukweli yani, ilikuwa ni vitu fani vya ajabu sana kwa anaposti sana. Sasa image ya Rose jisilivyo, ndio maana inanipa inanipa, unafikiri angeposti wa masepetu ingekuwa na shida Ndo maana inanipa wakati mgumu kusema sasa ni yake. Ilikuwa ni ndo maana naisha kusema labda anataka biashara yake ifike sehemu, kwa sababu kuna namna fulani kama anakuwa anataka, yani mjue yupo. And of course, she's cute man. I hope kuna kitu atakuwa amejifunza Rose, lakini pia kwa wengine ambao wana tabia za kushare Uh, picha za watu za faragha mm, pasipokuwa na pasipokuwa na ridhaa ya mtu husika, mwisho wa siku utajikuta unaingia Segerea -ala, al -ala, al -ala, alafu waelewe kwamba picha za faragha sio mpaka mtu awe hana nguo mm, sijui nini hata mm, hizo e, umelala umenipiga picha e, bila ridhaa. Sasa wewe unataka nini? tulale basi kama kaaa tulale <laughs> kama tunapiga stori tupige, kwani mpaka atu wajue eh. Rosa, we love you our very own sis, lakini kwenye hilo umekosea, amezingua mm -hmm. mm. na I hope amejifunza yeah. Mimi tu Rick nilikuwa na sarafi Nigeria and this is e trending behind the camera. Mama mkebi pixel